Mwendelezo wa kampeni za makundi kwa mgombea wa urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hapa katika jimbo la Pangawe, akizungumza na wananchi hawa amesema serikali yake ijayo itahakikisha changamoto zote zinazowakumba wananchi wa jimbo la Pangawe ikiwemo sekta ya elimu, sekta ya afya zinatatuliwa, kuona kwamba wananchi hawa wanaishi katika mazingira mazuri. Tumeingia mkataba wa ujenzi wa shule mpya ishirini na tisa. Shule mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya shule skuli za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupatieni na nyinyi skuli za kisasa za ghorofa. Nyinyi ni mashahidi, tumeshaingia mkataba wa ujenzi wa viwanja vipya kumi na saba ukiacha vile vikubwa vya Amani na Gombani na mao, tuna viwanja vya mikoa, tuna viwanja vya wilaya, lakini vile vile baada ya kukamilisha hivyo vya mikoa na wilaya tutaangalia kwenye majimbo tuweze kujenga viwanja vya kisasa ili vijana wetu wafanye mazoezi wafanye michezo katika mazingira mazuri zaidi. si jimbo la Mwanakwerekwe tumepata kuwa na bahati hizo za kuwekwa barabara za ndani, ma flyover yaliyojengwa jimbo la Mwanakwerekwe, mahospitali kwenye jimbo letu la Mwanakwerekwe. Kwa hiyo na wenzetu tukiona jimbo lengi, jimbo la Pangawe kupewa fursa kama hizo sisi tunafurahi, tunajua ya maendeleo. Mara nyingi sisi vijana tunajishughulisha katika michezo hakusemeki katika anga hiyo, umetupa mikopo ukatupa viwanja vya mpira. Miongoni mwa ahadi nyingine ambazo amezitoa mgombea huyo rais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi visiwani Zanzibar, Dkt. Hussein Ali Mwinyi, ni ujenzi wa barabara za ndani katika jimbo hili la Pangavi. Kutoka Unguja, Mtumwa Saidi, Azam News.